Lakini mama yangu, naomba mimi binafsi, mimi binafsi kwa sababu ya adhabu ya hawa wananchi walioipata la jua, mimi binafsi naomba niseme jambo kwao. Asante. siwezi kuwalipa pesa mfukoni, ila nawaahidi, na wewe utakuja kuhoji Januari, Januari, kwa sababu ya jua la leo, wanafunzi wote watakaofaulu sekondari nitashona sare Padomu, yeah! Uchagule safi, uchagule safi mm. Uku sakuni, okay. Nimeelewa, nimejua jua lilipowachoba, lakini hii ni mapenzi, lakini na mimi narudisha mapenzi kwenu. Nasema Januari muandae mtoto wako sare, atazikuta shuleni, yeah. Mimi natoa yale ya majumuisho, nafikiri mwenyekiti wa wilaya ameongea mengi yapo kwenye ilani ya chama cha mapinduzi na mimi diwani wenu naomba nitoe. Ndugu zanguni, nimetoa nimetoa skafu ili kusudi mweze kuniona vizuri. Nafikiri naona hapa, sio, tumbo limeshiba, si ndio? Hapana sehemu ya kuweka mali ya umma hapa, tumbo limeshashiba. Kwa hiyo mali zenu za umma zitabaki salama, kwa sababu hapana sehemu ya kuweka. Utengule oye, CCM oye! Ndugu zangu, naelewa changamoto ya Utengule Usangu. Mimi ni mwana Utengule, nimesoma hapa kama walivyonitambulisha wenzangu, nimesoma shule ya kata Utengule na Mwenyezi Mungu kanijalia, nimepata digrii mbili. Lakini hii digrii mbili haiwezi kuwa na manufaa nisipokuja kuwafaa wanautengule Usangu ambaye mmenisomesha. Digrii mbili haziwezi kuwa na manufaa nisipokuja kutatua changamoto, nikatatue changamoto za kata zingine? Hapana, nikasema wana Utengule, naenda kwenu Tuongoze pamoja. Mimi falsafa yangu ni moja, mimi nimetangulia, lakini tunaongoza pamoja. Tutaongoza kwa mikutano, tutaongoza kwa majadiliano. Hakuna dikteta, hakuna kutishiana. Utengule, ndugu zanguni, sisi tunakwenda kufanya siasa safi, siasa za kisomi. Tunakwenda kuijenga utengule yetu. Utengule tumechelewa bado sana. Utengule, naomba tuende mchaka mchaka. Mmenichagua mimi, tutakwenda mchaka mchaka, yaani ukiweka mguu naweka mguu, mguu wa shingo, mguu wa roho, maendeleo.